Samia asema mahakama imara na zenye misingi madhubuti ni nguzo ya amani Tanzania. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, amesisitiza umuhimu wa kuwa na mhimili wa mahakama ulio imara, wenye maadili na unaozingatia misingi ya haki kama msingi mkuu wa kulinda amani, utulivu na mshikamano wa kitaifa. Akizungumza katika mkutano mkuu wa mwaka wa Judges and Magistrates Association of Tanzania JMAT uliofanyika Dodoma, Rais Samia aliwataka majaji na mahakimu kutekeleza majukumu yao kwa kuzingatia katiba, sheria na weledi wa hali ya juu, huku wakiepuka vishawishi na shinikizo lolote linaloweza kudhoofisha utawala wa sheria. Rais alisema kuwa amani inayoshuhudiwa nchini inahusiana moja kwa moja na namna haki inavyotolewa kupitia mhimili wa mahakama. Alibainisha kuwa mahakama zinazotoa maamuzi ya haki, kwa uwazi na kwa wakati, huchangia kwa kiasi kikubwa kuimarisha imani ya wananchi kwa taasisi za dola na kuzuia migogoro ya kijamii. Aliwakumbusha viongozi wa mahakama kuwa dhamana waliopewa na taifa ni kubwa hivyo wanapaswa kufanya kazi zao bila upendeleo, bila hofu na bila kuruhusu maslahi binafsi au ya kisiasa kuathiri maamuzi yao. Alionya kuwa vitendo vya rushwa na ukiukwaji wa maadili ndani ya mfumo wa haki vinaweza kuathiri pakubwa ustawi wa nchi. Mahakama na mshikamano wa Taifa Rais Samia alieleza kuwa mhimili wa mahakama una nafasi ya kipekee katika kudumisha mshikamano wa kitaifa, hasa katika kipindi ambacho jamii inakabiliwa na changamoto mbalimbali za kijamii, kisiasa na kiuchumi. Alisema kuwa wananchi wanapotambua kuwa haki inatendeka kwa usawa, hujenga imani kwa serikali na taasisi zake, hali inayosaidia kuimarisha amani ya kudumu. Aliongeza kuwa serikali yake itaendelea kuweka mazingira rafiki kwa mahakama ili ziweze kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Hii ni pamoja na kuendelea kuboresha miundombinu ya mahakama, kuimarisha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika usimamizi wa mashauri, pamoja na kutoa mafunzo endelevu kwa watumishi wa mahakama ili kuongeza uwezo wao wa kitaaluma. Changamoto zinazokabili sekta ya haki. Kwa upande wao, viongozi wa JMAT walitumia mkutano huo kueleza changamoto mbalimbali zinazoikabili sekta ya haki nchini. Walitaja masuala ya uhaba wa rasilimali, mzigo mkubwa wa mashauri mahakamani, pamoja na changamoto za maslahi na ustawi wa majaji na mahakimu. Jaji Mkuu wa Tanzania, George Masaju, aliomba serikali kuendelea kuboresha maslahi ya watumishi wa mahakama. Akisisitiza kuwa hatua hiyo ni muhimu katika kupunguza mianya ya rushwa na kuongeza morali ya kazi. Alieleza kuwa ustawi wa watumishi wa mahakama ni nguzo muhimu ya kulinda uhuru na uadilifu wa mhimili huo. Aidha, alieleza kuwa kuna mipango ya kufanya maboresho ya kisheria ili kuimarisha zaidi uhuru wa mahakama ikiwemo kuondoa ushawishi wa vyombo visivyo vya kimahakama katika masuala ya usimamizi wa nidhamu na maadili ya majaji na mahakimu. Hatua hizo zinalenga kuhakikisha kuwa maamuzi ya haki yanatolewa kwa misingi ya sheria pekee. Ahadi ya serikali. Rais Samia aliipokea vyema hoja iliyotolewa na viongozi wa mahakama na akaahidi kuwa serikali itaendelea kushirikiana na mhimili huo katika kuboresha mazingira ya kazi na kuimarisha utendaji wake. Alisema kuwa maboresho ya maslahi ya majaji na mahakimu yataendelea kuzingatiwa sambamba na uwezo wa uchumi wa taifa. Alisisitiza kuwa lengo la serikali ni kuona mahakama zinakuwa chombo cha haki kinachoaminika, kinachofanya kazi kwa haraka na kwa ufanisi, huku haki ikitolewa kwa kila mwananchi bila kujali hali yake ya kiuchumi au kijamii. Mkutano huo ulitamatika na wito wa pamoja kwa watumishi wa mahakama kuendeleza maadili wazalendo na uadilifu katika kutekeleza majukumu yao, huku wakikumbushwa kuwa mustakabali wa amani na utulivu wa Tanzania unategemea kwa kiasi kikubwa uimara wa mfumo wa haki.